Bachi hizi tatu za nyuma tulikuwa tuna kesi mia moja ishirini na tano, lakini imekuja kuonekana kwamba hizi kesi mia moja ishirini just ni na tano zilikuwa zinatupa basic exposure, lakini kwa ajili ya safety ya mgonjwa, kwa ajili ya sisi kuwa international, kuna need ya kuimprove kutoka katika cases hizi mia moja ishirini na tano. So why 500 cases In every decision we make is filtered through one critical question. That this enhances a patient's safety and the outcome. Ndo swali la kujiuliza. Mwaka mzima unalaza wagonjwa 125 tu, tuambizane ukweli kabisa kwamba anesthesia practice is not a routine practice. Yaani anesthesia is not a routine practice kwa sababu leo umekwenda umeenda kulaza mgonjwa hypertensive patient, kesho unaenda kulaza pediatric, kesho kutwa unalaza uh, obstetric case, siku inayofuata unalaza geriatric, siku inayofuata unalaza neuro. So anesthesia is not a routine practice. So tukaje ukasema kwamba kwa kesi 125 pekee, even international hatuwezi kuwa recognized, even locally kuwa um, al uh, ilikuwa tunaambiwa kwamba nyinyi hamwezi mkadeliver. Why? Kumbe walikuwa wana evidence. Walikuwa nakuja wana wanasema kama unaweza ukadeliver, give me your logbook. Jamani, uh, wauguzi wenzetu wengine, sisi aat tunapimwa zaidi katika idadi ya kesi ambazo tumefanya, wagonjwa ambao umewaatendi ndio wanakupa wewe uwezo wa kuonekana kwamba uko na competence kiasi gani. Sasa ikaonekana kwamba kwa kesi 125 mwaka mzima. Manake mtu anaweza kalaza hao wagonjwa ndani ya miezi miwili mitatu akawa ameshamaliza. So that's why ikaja need ya, ya 500 cases. So and there is a complex practice requiring a deep expertise that one 25 cases cannot provide. By 500 cases an intern has progressed from observing situation. So uh, for 500 cases an intern has progressed from observing situation to confidently managing them. This volume is necessary to shift from following instru instruction to anticipating problems and embodying the true art of the field. That's why tukaja na hii kwamba sasa, walau tukiwa na kesi mia tano, maana yake wewe, tunaamini kwamba utakuwa exposed, lakini utaweza ku observe, lakini pia utaweza ku practice na ku manage hizo kesi. So kwa kifupi, this is how our logbook will look like. Uh, we very sorry kitabu kitakuwa kidogo a little bit kizito lakini tunavyokwenda tutakuja tuta improve kwa ajili ya kuweka katika kudigitalize. Right now kitabu kinaonekana hivi, kina volume mbili. Volume 1 and volume 2. First volume, volume itakuwa ina kesi mia moja mia mbili hamsini and the second volume itakuwa ina kesi mia mbili hamsini which will make you Total of 100, 500 cases. Tunasema hivyo kwa sababu per day standard nurse anesthetist anatakiwa alaze apa week kesi kumi mpaka kumi na tano pa week, so uki consider number of hours masaa nane kwa siku anaofanya kwa muda wa wiki hamsini na mbili tuna zaidi ya masaa elfu mbili na themanini kwa internet nurse anesthetist. Uh, mtangulizi hapa amekwisha kusema kwamba Intern haina likizo. So zimekuwa calculated all the hours kwamba ukimanage pa week 10 to 15 cases kwa mwaka mzima you will have more than this one. Kwa hiyo kuna tupa changamoto mwanzoni. Tunalaza kesi kwa mwezi mmoja, miezi miwili, mitatu, kesi zote zimeisha. Tunajiuliza sasa hapa tunafanyaje? Mtu anaona bora aende kadi yako akatembee. Lakini akiwa ya na kazi kwamba na kesi 500 lakini lengo sio kwamba asiende kutembea lengo ni ya miti zile international standard. Sisi tunaongozwa na we have our federations international, na hichi kitu tulifungwa sana tulipokuwa tumeanza masomo, tulikuwa tukionekana kama hatuna career pathway, hatuna mwendelezo. Kwa hiyo tulikuwa tunapoteana vibaya mno, na ndio maana tunasema mkurugenzi kwamba katika kupoteana ndo tukafika huko kwamba basi labda upande wa pili, lakini tumekuja kugundua na kuona kwamba we have our career pathway. We have our federation international inaitwa International Federation of Nurse Anesthetists, IFNA and it is very clear you can unaweza kaenda mpaka kuwa profesa whatever unataka kuishia